Labda nikwambie kitu kimoja ambacho labda wewe unaweza ukawa hujui kuhusu mimi. mimi nilimpenda mara kumi ya wewe unavyompenda, na ndio maana tulikuwa tumefikia hatua ile. Sikujua nini kilitokea, na mpaka muda huu ninapozungumza na wewe, naumia sana moyoni mwangu kumpoteza. <coughs> ni sawa, lakini unifikie mimi ninavyoumia juu yake. Naumia sana kuona nampoteza mdogo wangu, na nimeshampoteza, afu sielewi kifo chake kimekuwaje? Wewe ndo akunipa maumivu yaani, wewe ndo akunipoza maumivu yangu nonoo, ndani ya moyo. Niambie japo hata kidogo, nijue hmm? Mbona ukuwa msiri juu yangu? niambie hata nami niwe na minuena, amani nipate kuchoma uleudi umfikie, naumia. Unasema siumii kama unavyoumia wewe, kwa sababu hakuna mtu mwenye kipimo cha moyo wa mwenzake. Siwezi kusema maumivu nayajua, ni mengi yanaoniandama, ila nayavumilia ya gheri na dhama ya jana kupotelea Mwenyezi Maulana, yeye nie kimbilio sawa kwa yote nayopitia

Amina, kwa nini? Lakini unashika una, una, una simu yangu. Umenikosea baba, lakini kwa nini umeamua kuchukua simu yangu nimelala, ukafungua vitu vya namna hii kweli? <laughs> kwa nini kosa langu ni kukuamini au kukupenda? Unaweza kukagua simu yangu lakini kwa nini ufanye hufanye hivyo eh, babu? Au mimi sikutoshelezi, rani? Apa msiseme hivyo. Yani sasa kwenye simu yako hadi kuna Ronaldo, yani una yani, una date na umenikosea. No, sio hivyo baby. Kweli? Serious? ah, yeah, yani, unache, yani, una date na... no, no, hivyo, babe, kweli, yani kuna vitu, ngoja nisikilize. Amina, Amina

Chozi linanidondoka maneno yatoki kinywani, hujue dunia imenikalia, ujue dunia inaniangalia vibaya, basi ujue dunia yangu imenikazia, ujue dunia sijaendana nayo unahisi kuna kitu na kuficha. Nataka kujua vingi juu yako. Aliondoka nyumbani akiwa na afya bora, kufika kwako eti nakuja kuambia amefariki? Yaani mpaka sielewi, mpaka sasa hivi nahisi kudata. Babu niambie, lakini hamna kitu kingine chochote ninachokuficha. Ametoka kwenu, amekuja kwangu, niko naye, hakuonja hata, hata maji ya kunywa hakuonja Labda lazima niongee ukweli kwenye hili, labda wewe utanielewa. Hata mimi nilikuwa na mashaka na wewe, so kweli? Babu, so kweli? So, unajua kila kitu kilichomkuta Amina? Unafahamu? Niambie, sio zimeumiza sana Umeniumiza sana kudhani kwamba labda mimi ndio nimefanya hayo ama kwa namna mmoja au nyingine na nachangia kwenye jambo lolote hapo. Lakini sikiliza, tafute nafasi nzuri, mimi nawe tutazungumza vizuri zaidi ili tuelewane, sio hapa, sawa? Mke wangu, huko biza una chati ikiwa hatujui. Pili tutampata wapi? Tumezunguka kila kona ambapo tunahisi tungempata, hatujafanikiwa. Unawaza nini? Kwa unataka mimi nifanyeje? Labda unawaza ufanye nini. Yule ni mdogo wako, tunapaswa tujadiliane tutampata wapi, alafu yule ni binadamu, hatujui yuko wapi anafanya nini. Lakini unaona sawa tu. Hivi <laughs> naomba nikuulize, Pili ni mtoto mdogo. Nimempigia simu Pili zaidi mara kumi apokee. Wewe mwache azunguke afanye mambo yake akichoka atarudi. Yule sio mtoto anajua anachokifanya. Mimi nimechoshwa na Pili unajua eh. Embo cha kunikela bwana. Hata kama mke wangu, huwezi jua muda huu ambao unampigia simu apokee, uende kwenye ambulance. Watafute marafiki zake wa karibu. Utajua Pili yuko wapi? Sina huo Uw... muda mimi. Yule ni binadamu, huenda amepatwa na tatizo lolote. Mimi hainihusu menelewa. Usifanye kama wewe ndio una uchungu sana kuhusu pili. Pili ni ndugu yangu, mimi sio ndugu yako wewe. Kama mimi siumii, we unaumiaje? Kinachokuumiza kuhusu pili kikubwa ni kipi? Ni kipi? Nimemjua pili kupitia wewe na yupo katika imaya yangu. Chochote kibaya kitakachomkuta nitahusishwa mimi. Nashukuru kwa kuwa umejua pili sio ndugu yako, ni ndugu yangu mimi. Kama mimi hainiumi, wewe nakuuma nini wewe kinachokuchoa yote huko kwenye moyo wako kitu gani? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Sitaki usiku wangu wa leo uharibike. Mimi mwenyewe na vitu vyangu kichwani changu mzima. Pili anafanya mimi na wewe usiku leo tunagombana. Wewe unajua yuko wapi? Unajua anafanya nini? Yuko kwenye mastarehe yake huko. Mimi na wewe tunagombana kwa sababu yake. Beri niliomboa mimi si huyu. Mwenyezi Mungu hajamuumba mwanamke mwenye tabia chafu kama za kwako. Mwenyezi Mungu alimuumba mwanamke mwenye kusikiliza. Alisema mke atamtii mume. Lakini sio wewe. Ulitii? Ulitii mi mimi unitiimii? Ulitii asa sikutii nini? Mbona unataka kunikela sasa? Kaka yako ananitii, mbona usinitibue sasa? Mimi sitaki. Mdogo wako ananitii, wewe unitii. Nimechoka kuhusu kumuongelea Pili. Kama utamsubiria Pili, endelea kumsubilia Pili. Niko ndani, naenda kulala. Ukichoka utakuja kitandani. Pili, Pili, Pili, kitu gani?

Mjomba, shikamoo. Marahaba. Mjomba, naona leo umeamka mapema sana. <laughs> <laughs> Ah, ni kawaida tu mjomba. Sawa basi, mimi nataka kutoka kidogo kwenda kwenye mizunguko yangu. Nikawaza kwamba uliniambia usiku jana, ukipumzika asubuhi utanieleza, uh, utaniambia kitu fulani. Nikasema ngoja nikuulize, ni utaniambia sasa hivi ama niende nirudi? Hapana, usipate tabu sana mjomba. Ndio, naweza nikakwambia hata hapa kwa sababu swala lako inahitaji hasa uwe na subira. ha, yani kwamba nisubiri? Nien, niende nirudi au hapana? Sio, mpaka jioni tu. hmm. Kinachohitajika kwako kuwa na subira. simuelewa vizuri hapo mjomba. sawa sawa, basi hakuna shida, basi sawa mjomba. Na, kila kitu nimekiweka sawa hapo, wewe ukimaliza utakuwepo dada atakusaidia baadhi ya mambo sahihi. E, e, yaani sisi usiku wa tulali tunagombana, tunakaa kwa shida unarudi sasa hivi hivyo ulivyovaa hivi, Pili, unataka kuneka katika mazingira gani? mimi na dada yako na kutetea sana, kana kwamba kuna kitu ambacho ninafaidika nacho. Hii tabia kwenye inanichosha. Shemeji, nisamehe, nilichelewa kwenye party na rafiki zangu nikalala huko. Toa taarifa! Unashindwa kutoa taarifa, unapigiwa simu hupokei. Pili, wewe sio mtoto sasa hivi. Visa vikizidi nitachoka kukutetea Pili. Useme hivyo shemeji, aki ya Mungu sitorudia tena kuchelewa. Nimechelewa tu kidogo, bahati mbaya. Umesha jua mimi ndo kicheka chako cha kujificha. Ukiniomba msamani nitakuelewa. Mimi sio mpole, mimi nakuheshimu, naomba na we ujiheshimu. Unanigombanisha na dada yako kwa nini? Basi niseme, ebu <laughs> okay. Okay. Nenda nenda, kaendelea na, na ratiba zo kwenye, lakini dada yako atakuua dada yako atakuua. Shoga yangu ukuita hapa, sijakuitia kina, nimekuita hapa na maneno yangu, nataka nikwambie dada. Hela nimefunga ofisi, kunitoa kote huko ofisi, najua hapo nakuja kunipatia, nipigie, mnaleta stori kweli jamani. Hiyo nalotaka kukwambia ni zaidi ya hela na utakuja kunishukuru baadaye. Lipi mimi nataka nikwambie kuhusu ule mdogo wako ulomwacha pale nyumbani hivyo mm. Un... sio ndo huyo wa pili? Hivyo unamwachaje nyumbani na mumeo ndani? Basi udugu wangu mjipili, si mdogo wangu yule. Sasa kumwacha kunatakiwa kuwe na mipaka. Hivi zile nguo anazovaa umelizika nazo mule ndani au ukiondoka unamuona anavovaa? Shoga yangu, ndio itakushinda mambo haya ubize kujafa tunagezea wazungu kuondoka asubuhi kurudi jioni ndani kuacha wanaume zetu Ndo hao mnatandikiwa vitanda, mwisho wa siku mnaibia wanaume. We, mimi nakwambia ukweli Asa, dada, nyemba, na, nakwambia ukweli. Wewe ndugu yangu nakupenda, cha kufanya yule mrudishe nyumbani, au kama mpeleke hosteli akakae kwanza. Mtoto wa kike anajiachia anavaa nguo fupi na mumeo yupo ndani. Mume wangu mimi, huwezi kumwambia chochote kuhusu pili akakuelewa ataelewa nini? Na mizaga muo imemkolea dada. ah, mimi nakwambia mina mina, sasa ukali wa maneno, nakutakia heri katika ndoa yako. Mimi namtaka mumeo basi. Ameisha, nimekuelewa sawa, kama umenielewa mina mundu alikuwa ndo hayo dada, ukiona mbaya ah, ah, poa. Mimi kwa nanipigie simu, nipigie simu za kazi au maneno yako pia yananichoma, sijaendana nayo. Unajua bwana babuu, ndio maana nimekwambia tafuta sehemu nzuri ya falagari tuweze kuongea. Jambo ambalo hili linakuumiza, linakufanya ukosa usingizi, hata mimi pia linaniumiza. Ningekuwa mnafiki na mzambiki kama ningekaa kimya basi na kutafuta mwafaka wowote kwenye hili jambo. Na siko tayari kuona bwana unateseka, unaishi kama mfungwa, unaishi kama mtumwa wakati watu wanafurahia maisha. Iko hivi Kutokana na haya matatizo yako ambayo yanakuandama, mimi nimepata wazo. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Dokta Chando, Dokta Zando. Huyu mm. bwana ni mtaalamu sana wa tiba asilia, yani mganga. Ndio, ni mganga kienyeji, anasaidia watu wengi sana sana sana sana. Hata mimi pia kuna kipindi nilikuwa naumwa, alinisaidia kwenye matatizo yangu, nikakaa vizuri so. Sasa kutokana na ile jambo lako, mimi nimefikiria, mimi nahitaji twende kwa mganga. Ndio? Hapana, ngoja nikwambie kitu ambacho ujui. Mimi katika ukoo wetu sisi haturuhusi kabisa mambo ya waganga, yaani toka niko mdogo mimi nanyonya maziwa ya mamaangu, jamii ya binti Mbwana, mpaka leo sijawahi kwenda kwa mganga yoyote ile na sidhani kama kuna siku mimi nitaenda kwa mganga Haya mambo hata yanavyonitokea hivi ningeshaenda kama ingekuwa ni hivyo, lakini hairuhusiwi kwetu. Kwa hiyo wewe uko tayari uteseke? Uko tayari uishi kama mfungwa? Uko tayari uishi kama yatima aliyokosa wazazi, si ndio? Yani kila siku uko katika shida, unanyanyasika, unakaa una sika, una mawazo, una mastresi, kwao unaona ni sahihi hmm? Sikia nikuambie babu, mimi nakupenda na nataka nikuona umenyoka, uko smart. Ndio maana nimekuja nikwambia, lakini kama hautakuwa tayari, mimi nikuhakikishie sitakuwa upande wako. Lakini laki unachokiongea kipande, yani ni kweli, imefikia mwisho. Sasa jaribu kufungua akili, yani jaribu kusikilia, nisikilize vizuri, sawa? Mimi naweza kukubaliana na hili swala, tunaweza tukaenda kwayo mganga wako, ila cha msingi ninachokiomba sana kutoka kwako, sio kwetu asilili mtu yoyote iliswala hasa, ndugu zangu mimi, kwa sababu mimi ndugu zangu na haya mambo yana mwiko. Ina maana unaweza ukafanya ukaleta matatizo ndani ya ukoo mzima. Sikia nikwambia baba, chako ni chakwangu, sawa ndugu yangu? Basi mimi nakuacha bwana. Haya ndugu, sawa. Na nafikiri utanipigia simu, sawa? Pigia Kaka, nimesikia kila kitu nilichokuwa mnaongea na rafiki yako. Hivi ni kweli unataka kufanya mambo kama hayo? na unajua kabisa afika kwenye familia yetu mambo ya kishirikina hatuamini. Kwani dada, mbona si tulikuwa tunaongea mambo yetu tu mengine? Yaani nimesikia kila kitu kwa masikio yangu, kila kitu nimesikia. Hivi ni kweli unataka kufanya mambo kama hayo? Lakini dada, mi nilikuwa namdanganya tu jamaa wala, wala sijamkubalia. We si umeona mwenyewe, mi nilikuwa namdanganya tu, wala siwezi kufanya hivyo vitu. Kaka usiji ukathubutu kabisa kufanya mambo hayo Yaani, usije kurudia mambo yale waliokosea wazazi wetu wa zamani. Dada mimi najua, eh? kwenye ukoo wetu hakuna mtu amewahi kufanya haya mambo, sio Juma Haji, sio Aweso Haji, sio Hasani Haji, wala sio mtu yoyote eh? siwezi kufanya, mimi najua athari zake. Tafadhali naomba unionea hata mimi mwenyewe huruma kama ninavyokuonea wewe huruma, kaka, akili kichwani mwako, siwezi kusema, maumivu nayajua. Ni mengi yanoniandama, ila nayavumilia ya gheri na dhama yaja na kupotelea.